kumbe mwana mama huyu alikuwa na watoto wanne na hakuwahi kumwambia bosi wake kuwa na watoto. Bosi kutokana kile kitendo cha wizi kilimchukiza. Siku moja, katika chakula kitamu kizuri cha nyama ya kuku, bosi huyo aliweza kuweka sumu, lakini mwanamama huyo hakuweza kutambua kitu hiyo imefanyika na bosiwe. Basi mwanamama huyo alichukua chakula hicho na kukipaki kwa begi yake ili aweze kwenda kwa